Tuko kwa bahati nzuri. Katika miaka ya karibuni fainali zimekuwa mbili, kwa hiyo tuko nusu ya kwanza ya fainali na tumepoteza kwa bao mbili, lakini hatukupoteza mchezo na kuamini kwamba hatuwezi kurudi. Kama utakuwa ulikuwa uwanjani kama mimi, utakuwa umeona watu wa Berkane wenyewe ndio hawana furaha hili jambo, kwa sababu wanajua huu um, um, mlima um, unaweza kupandwa na kukukumbusha tu Uh, Berkane hizi mechi za home and away huwa wanazimaliza home. Alikuja Constantine hapa akala tano, akala nne. Alikuja Stellenbosch akala tano, ili wakienda ugenini wanafungwa goli moja, goli mbili game inakuwa imekwisha ime, lakini leo walikuwa wana furaha kwa sababu walikuwa wanataka kushinda zaidi. Na hata sisi tumefungwa kwa sababu ya makosa tu ya kimchezo, na ni mchezo, makosa yanatokea. Football ni mchezo wa makosa, makosa yametokea, tumefungwa, lakini naamini tunayo nafasi ya kushinda mechi ya pili ya fainali na kulichukua kombe hili kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu, watu wanaulizia wakiamini dimba la Benjamin Mkapa ndio sehemu ya furaha yao ya kutengeneza kile ambacho kimeharibika huko. Nini neno lako pia? Aa, asubiri, ambiye, kwa mashabiki wa Simba, sisi tunasubiri kafu watuambie, kwa sababu kafu walichoandika ilikuwa recommendation ya kwamba wanaamini ripoti yao. Mimi nimesoma, wanasema uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa na major improvements na wanaamini kwamba uwanja ni mzuri unaweza kuchezeka, isipokuwa kama kutakuwa na mvua kubwa. Kwa hiyo sisi tumewapa ushahidi, ikiwamo ripoti ya idara ya hali ya hewa kuonyesha tarehe 24, 25 na 26 hakuna mvua isipokuwa 26 asubuhi ndo mvua nyepesi nyepesi inanyesha, na swala la utabiri wa hali ya hewa saa hizi sio ramli, ukiingia tu kiamua ku Google tu utapata kwamba Dar es Salaam kutakuwa na hali gani ya hewa. Lakini hata hivyo, mvua katika siku hizi mbili tatu imenyesha sana Dar es Salaam na dimba lina maji. Kwa hiyo naamini ni figisu za hapa na pale, lakini ndo mchezo wenyewe wa mpira wa miguu ulivyo. Figisu ni sehemu ya shughuli hii. Kwa hiyo naamini watakapotoa maamuzi wataturuhusu kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu kimsingi, kama Simba uwanja wao wa wawo, nyumbani ni Benjamin Mkapa. Kama hauruhusiwi, inabidi waulizwe Simba wanataka kucheza wapi, na ndio maana kafu hawakuandika. Ukisoma barua yao hawakuandika kwamba mchezo uende Zanzibar kwenye uwanja wa Amani. Wameandika wanashauri mchezo uende Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini na wao watakuja kufanya ukaguzi wa mwisho waturuhusu kutumia dimba lile na ikishindikana watawapa Simba nafasi ya kuamua mchezo uende wapi wapo, wapo aboku, mchezo wapi na Simba wataona wapo comfortable kucheza mchezo ule. Naamini, mimi kama Mtanzania uh, na Watanzania wenzangu wote wapenzi wa mpira wa miguu tunataka mchezo uchezwe Benjamin Mkapa, na sababu nasabau zilizotajwa kwa nini mchezo huenda usichezwe Benjamin Mkapa ni dhaifu. Tumefanya kazi yetu inavyotakiwa kufanyika, na na naamini kafu wataliona hilo na wata uweka mchezo huu wa marudiano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa.